Simba Simba oja baya ubaya baya. Mimi naitwa Fidmashaba Hasan Dalali matasauaita ensambo una niona kwanza, mwenyekiti, nishukuru bodi, shukuru bodi ya Simba ambayo inaongozwa na mwenyekiti wetu Mohamed Daudi pamoja na makamu wake waka kabodi nangumu kwa, kwa, kwa kutukumbuka wazee wao na kutupa nafasi kama hii ya kuzungumza leo. Niwapongeza sana mwenyekiti, asante sana mnekiti. Mimi mwenyekiti, kwanza nawapongeza vijana wetu kwa maana ya wachezaji mechi ile ya kule wamepambana sana sana kadri ya uwezo wao batiaikuwa atuk, lakini nini, wandishi mmeangalia kwenye mativ yangine mekwenda kule, mona vijana walivyo pambana ugenini. Na wazee wetu wa zamani ya zamani, wazee wa zamani kwa warefu sana alikuwa na msemo wao, mcheza kwao kutunzwa, chereko chereko na mwenye mwana. Na hiyo yote nazungumzia nyumbani. Sasa wale wametunzwa kule kwao na chereko chereko, wamefanya kule kwao, sasa wanakuja kwetu hapa, uwanja wa wetu sisi, uwanja wa nyumbani. Nmba mwenyekiti, kuna jamaa wanasema hivi, najua hata tumekataa kucheza kwa sababu kulikuwa na watu wafupi. Sasa Waarabu nakwambieni wanakuja wana warefu. Sasa ni Waarabu wanakuja watu warefu, wale wafupi tumeka banasuku nawasubiri jamaa zetu inowagaoga naogopa ogopa watu wafupi wafupi wafupi, baba yako wa mrefu <laughs> kwa hiyo nataka kuwambia Waarabu Tarehe tisa, hawatoki Waarabu hawatoki. Mwenyekiti andaa basi la mwendo kasi, naamini utapotea njia tu. Waarabu waingie huko watokee Kongole, tokee Mtwara, pande udadadek ndio Simba bwana, si mtaona pale watu walefu, tutawaleta nami nitawaongoza watu walefu, watakuja uwanjani. Waarabu watakimbia wakivaa msuli, na si tunavaa msuli kudadadeki wakivaa kanzu, nasi tunavaa kanzu sosiaani. Simba akitaka jambo lake wafike mchezo manakebiosilembilembi hakuna siasa hapa. wale watoki wale, so mshukuru refa siku ile tu kule tena. Mimi naona katika nchi ambazo labda ukiangalia yara vvarashi wale wa wa Saudi Arabia ndio wako sawasawa goli imeingia, wataonyesha la la, yani wao mdono wa wanaonyesha tu sisi huku, lefa namba amesema goli tu hilo, hata kwenda kuangalia kwenda kuangalia, kuangalia. Sasa subiri basi hata kuwaoni tena. <coughs> ni vijana mwendo fidima. <coughs> Waarabu tarehe tisa watatafuta mlango wa kutokea

ina uwezo mkubwa sana, uwezo mkubwa sana, kubwa mno, na sisi tunataka kuchukua kikombe, sio kuingia nusu. Tushaingia fainali kwazimu, wakiwa fadhili wetu tumishaingia fainali tisini na tatu kisho baki sisi kuchukua kikombe tu, na inshallah mm, kwa uwezo wa mwenyezi Mungu, huu mwaka huu kikombe kinakuja hapa kwa uwezo wa mwenyezi Mungu.

Kwa hiyo mimi, ndugu zangu, kwanza nashukuru uongozi wetu ume, umeifanya Simba sema imekuwa moja. Tuko wa moja sawa sawa. Tunaishi kwa kupendana. Eh? Kama kuna mtu ana matizo yake basi ni yeye. Kwa kweli, Simba tumekuwa kitu kimoja kwa muda mrefu sana sasa. Na ndio maana tunafanya vizuri. Na ndio maana kuna watu wengine hawataka umoja wetu uendelee. Kwa hiyo wanaotumia wana, wana, wana Simba wa ndani ya Simba yoyo tu watoa maneno ya jabu jabu ni Umoja ni nguvu bwana, umoja ni nguvu. Bila umoja tuzofika wapi? Tukuzana, wanasimba wote tushikamane. Tarehe tisa Ahmed Ahmed Ali anafanya kazi sana j katika kuhamasisha. Njooni uwanjani, chitue sapoti kwa vijana wetu, cishangilie pale uwanjani. Na jamaa nao njooni. Eh, vile vile. E, njooni muone hata mkiweza hata kwa msuri vya ni msuri zoni. Kwa jamaa zetu wale wengine. Wa Tanzania wenzetu wale si mnajua. Ambao wanaogopa sana kwa kufu. Zoni tu wanjani, kuja kuja mtu support. Kwa timu yetu. Lakini lazima nakwambia leo nakwambia nami naambia vijana Mwarabu tarehe tisa atatafuta mlango wa kupitia. Unielewa? Eh. Mlango wa kupitia. Tabati mbaya sana kwa sababu ndio hivyo tu. Ungenipeleka mimi kule Misri sinakumbuka, na Zamalek unakumbuka, walifiki mwarabu mwezam, nakumbuka mpira umekuisha, nashangilia simba dawashaodoka. Lakinine mnaopeleka watu wengine, pengine atwa mpira <laughs> minawashukuru sana, asanteni sana.